Abiria mmoja aitwaye Tushar Masand amepigwa marufuku kupanda ndege ya shirika la ndege la Air India kutokana na kitendo chake cha aibu cha kumkojolea abiria mwenzake baada ya kunywa chupa mbili za pombe wakiwa wasafarini kutoka New Delhi kwenda Bangkok. Imeelezwa kuwa abiria alizidiwa na pombe alizokunywa hadi kuanza kufanya usumbufu kwa abiria wengine ndani ya ndege, ikiwa ni baada ya kupewa onyo na muhudumu aliyepokea malalamiko ya abiria aliyekojolewa na Tushar. Licha ya shirika hilo la ndege kutangaza kumfungia Tusha kutosafiri nalo tena, kitendo alichokifanya kimewasilishwa katika vyombo vya sheria kwa ajili ya hatua zaidi ya kisheria kuchukuliwa dhidi yake. Kwa upande mwingine, mamlaka za serikali nchini India zimesema zitachukua hatua kali ikiwa itabainika kuwa shirika la ndege hilo lilishindwa kushughulikia tukio hilo kwa mujibu wa taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa pale yanapotokea matukio kama hayo.